Kila zama na kitabu chake, Waswahili walisema. Leo tarehe 16 Mei elfu mbili na ishirini na tano rasmi kimefunguliwa kitabu kipya cha viongozi wa serikali ya wanafunzi chuo kikuu cha Dodoma, UDOSO, akiwemo rais, makamu wa rais, magavana, naibu magavana, spika wa bunge, naibu spika mwenyekiti wa bunge pamoja na katibu wa bunge la serikali ya wanafunzi chuo kikuu cha Dodoma, na hii ni kutokana na baada ya kuapishwa rasmi kwa ajili ya kuanza majukumu yao kama viongozi wapya. Ninawapongeza sana wote ambao mmechaguliwa na leo mmeapa hapa kuongoza uh, wenzetu tunaosoma nao. Kazi ya uongozi sio rahisi, lakini ni kazi ambayo inakutambulisha kwenye jamii yako kwamba uko tayari kuihudumia jamii yako katika nafasi yako. Sasa, na jamii yenu mnayoihudumia, wanafunzi ni kundi ambayo limetoa dhamana ya kuwachagua, lakini jamii mnayotakiwa kushirikiana nayo ni biondi serikali ya wanafunzi natakiwa wana mshirikiana na wengine wote ambao tuko hapa. Nyie ni kiunganishi kikubwa kati yetu na wanafunzi. Najua wanafunzi kuna changamoto nyingi wanapitia, lakini nyie mwe wa kwanza kuziwasilisha. Kuna viongozi kwenye college, kuna viongozi kwenye shule kuu, kuna viongozi kwenye taasisi. Nikishindikana kule, simu zetu ziko open muda wote, tuambie kuna ile changamoto unahitaji utatuzi haraka. Tekelezeni wajibu wenu kwa uadilifu, mkizingatia haki, mkiwa hmm na utulivu mkiwa na amani na wahasa, muwe wabunifu, lakini vile vile mwangalie ubora, kwamba kile chochote ambacho mmekikuta mhakikishe kwamba mtakapotoka kitakuwa kimefika hatua ya juu zaidi. Kipekee nichukue nafasi hii kuongea na serikali mpya ya 25 26, kuambia kuwaambia kwamba tumekabidhiwa kijiti hiki cha uongozi chuo kikuu cha Dodoma, kikiwa kina amani na utulivu. Kwa hivyo sisi tuna wajibu wa kuendeleza amani na utulivu uliopo ndani ya chuo cha Dodoma. Changamoto ni kitu ambacho hakiwezi kuepukika, ila sisi kama viongozi, ni wajibu wetu kuchukua changamoto za wanafunzi wenzetu na kuzishughulikia. Na sisi kama UDOSO hatuna utaratibu wa kugombana au kuingia kwenye magomvi na management wakati wa kusolve changamoto. Hatupandiani juu ya meza kwenye kusolve changamoto, ila tunakaa tunakubaliana na tunapata njia namna gani ya kusovu changamoto hizo. Mimi kama rais wa serikali ya wanafunzi 25 26, niahidi ushirikiano mzuri kwanza kwa wanafunzi wenzangu, lakini pia kutoa ushirikiano wa management. Wito wangu mimi kwa viongozi wapya wa serikali ya wanafunzi Chuo Kikuu cha Dodoma UDOSO ambao wamechaguliwa, kwanza mimi niwapongeze sana, lakini pia ni washauri wafanye kazi kwa upendo na ushirikiano. Jambo hilo linaweza likawasaidia katika kutatua changamoto zinazowakumba wanafunzi kwa wakati. Uongozi ni dhamana, sio sifa. Madaraka ni mzigo na si zawadi. Sina lingine la ziada. Langu jina ni Robert Mauya. Mpaka wakati mwingine, bye bye.